reporters on his plane that the creation of a Palestinian state was quote the only solution to resolve the decades long Israeli Palestinian conflict. Ebwana, karibu sana katika ripoti za Mwananchi Digital ambako leo Disemba uh, mosi mwaka 2025, moja ya habari kubwa ambazo tumekuletea kutoka huko nchini Uturuki ni kuhusiana na Papa Leo tangaza kwa mara ya kwanza msimamo wake wa wazi kuhusu mgogoro wa muda mrefu kati ya Israeli na Palestina. Katika kauli iliyotazamwa na dunia nzima, Papa Leo amesema kuwa suluhisho pekee la kudumu katika mgogoro huo ni kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina, akiwa ndani ya ndege akitokea Uturuki kuelekea Lebanoni, katika mkutano wake wa kwanza wa waandishi wa habari akiwa angani tangu achaguliwe mwezi Mei. Papa alisitiza kuwa Vaticani inaendelea kusimamia misingi yake ya haki na amani. Papa Leo alinukuliwa akisema, sote tunajua kwamba kwa sasa Israeli bado haikubali suluhisho hilo, lakini sisi tunaona ndilo suluhisho pekee. Papa Leo, ambaye pia ni papa wa kwanza kutoka nchini Marekani, alibainisha kuwa Vatikani ina uhusiano wa kirafiki na Israeli lakini bado inaweka msimamo wake kama sauti ya upatanishi ikitumaini kusaidia pande mbili kufikia makubaliano yenye haki na endelevu. Kwa mujibu wa taarifa ya mashirika ya habari, pamoja na shinikizo kutoka Marekani lililoashiria kuunga mkono uhuru wa Palestina, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amebaki na msimamo mkali wa kupinga kuanzishwa kwa taifa hilo. Katika mazungumzo yake na Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan, viongozi hao wawili walijadili migogoro miwili mikubwa ambayo ni Israeli dhidi ya Palestina na Ukreni dhidi ya Russia. Papa Leo alisisitiza kuwa Uturuki ina nafasi muhimu katika kutafuta mwisho wa vita hivi viwili. Wakati wa ziara yake nchini humo, Papa Leo pia alionya kuhusu ongezeko la migogoro ya umwagaji damu duniani huku akisema kuwa mustakabali wa binadamu upo hatarini endapo mataifa haya yatatafuta suluhu za kudumu. Alilani kwa nguvu zake zote matumizi ya vurugu kwa jina la dini. Aidha, alisifia Uturuki kama mfano wa kuigwa wa nchi inayowezesha watu wa dini tofauti kuishi kwa amani, akibainisha kuwa dunia nzima ingeweza kunufaika kwa kufuata mfano huo. Papa Leo pia ameongeza ukosoaji wake dhidi ya operesheni za kijeshi za Israeli huko nchini Gaza, akisisitiza kuwa amani inaweza tu kupatikana kwa kuheshimu uhai na utu wa watu wote. Ziara ya Papa, ziara ya Papa Leo nchini Uturuki ilianza, ziara ya Papa Leo nchini Uturuki ilianza Alhamisi hadi Jumapili, ikiwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu aingie madarakani akiongoza kanisa lenye wafuasi zaidi ya bilioni moja nukta nne duniani kote. Hayo ndiyo yaliyotawala safari yake: msimamo wa ujasiri, wito wa amani na tahadhari kuhusu mustakabali wa binadamu. Taarifa hii imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari ya nje ya nchi. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia kurusu zetu, ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi proposta de una soluzione di due stati he said the vatican continues to be a mediating force there